Hiyo tisa Desemba yao, pamoja na mambo mengine basi e, wasiwauzie mafuta mengi bodaboda pamoja na, na piki, e, bajaji wauzie mafuta kidogo e, yasizidi lita mbili, e, yasizidi lita mbili kwa sababu unapowauzia mafuta mengi ni kuwawezesha kufanya movement za kutoka point A kwenda point B na kuendelea kufanya uharibifu. Kwa hiyo mafuta yanapokuwa mengi ni kama yanahamasisha eh, yanawapa nguvu ya kuweza kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine, hawa wa waharibifu eh. Kwa hiyo upande wa upande wa vituo vya mafuta tunajaribu eh, watuelewe, tunajaribu kuwaelimisha, watuelewe kwa sababu wao ni wadau muhimu katika